Bwana Yesu asifiwe. Ninalisalimia kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena, ninawasalimu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yesu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe kwa kila mmoja mmoja aliyefika hapa. Yesu ni mwema kwake, hajamuacha wala hajampungukia. Hata mimi hajaniacha wala hajanipungukia na wewe asikuache katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni mara nyingine tena ninamtukuza Mungu kwa kupata kibali cha kusimama mahala hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na jioni ya leo tutaenda kujifunza maneno yenye uzima, maneno yenye uzima haya yatatuongoza katika wokovu katika safari tuliyonayo Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana huwa tunasema mara nyingi neno la Mungu ni taa na mwanga katika njia zetu. Pale tunapopungukiwa neno la Mungu au pale neno la Mungu linapokosa ndani yetu, jua mambo mabaya mengi yanaweza yakajitokeza. Lakini tunalo neno hata ijioni ya leo ambalo tutajifunza katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na somo la leo linasema usiwaze mambo mabaya ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaenda kucheki moyo, na watu wengi wanaalibika, chanzo kinakuwa ni moyo. Yawezekana akaweka mambo mabaya ndani ya moyo, yawezekana akawaza akapitiliza, yawezekana akafikiri vitu vingi sana akavibeba ndani ya moyo lakini leo tunalo neno ambalo litatufundisha katika jina la Yesu, ili yale mambo mabaya yote tusifazi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pale tunapojifunza kuhusiana na moyo, hata kama leo uko mahala hapa, kuna vitu umeweka ndani ya moyo, leo Bwana akusaidie vitoke katika jina la Yesu, na tutajifunza tutaona ndani ya moyo inatakiwa tuhifadhi nini, kama haya mambo ya mabaya yote yasikae. Nitakufundisha na neno la Bwana litakusaidia katika kwenda kwako katika jina la Yesu, na tutaanza kuangalia moyo kupitia kitabu cha Maliko Mtakatifu. Maliko Mtakatifu ile sura ya saba. Maliko Mtakatifu ile sura ya saba tutaanzia ule mstari wa ishirini na moja hadi ule wa ishirini na tatu kitabu cha Maliko Mtakatifu ile sura ya saba. Na msomaji, utasoma kuanzia ule mstari wa ishirini na moja Maliko Mtakatifu sura ya saba mstari wa ishirini na moja hadi ule wa ishirini na tatu Marko ndio. Mstari wa mstari wa 21, neno la Bwana linasema. Ndio. Kwa maana ndani ya mioyo ya, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Tunaona neno linaanza kutuambia, kwa maana ndani ya mioyo ya watu, cha kwanza hutoka mawazo mabaya. Usitoe mawazo mabaya ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Uasherati. Ukiona mtu anafanya uasherati sana, ni moyo. Tunaona Biblia au neno la Mungu linatuambia kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Cha kwanza tunaambiwa uasherati. Endelea msomaji. Ndio. Wivi. Wivi. Uuaji. Uuaji. Uzinzi. Uzinzi. Tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Ukorofi. Ukorofi. Hila. Hila. Ufisadi. Ufisadi. Kijicho. Kijicho. Matukano. Matukano. Kiburi. Kiburi. na upumbavu. Na upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona moyo unahifadhi mambo mengi, moyo unabeba mambo mengi. Lakini mimi jioni ya leo ninakufundisha usihifadhi mambo mabaya ndani ya moyo wako, katika jina la Yesu utakuwa salama. Leo kuna watu wanateseka hata na magonjwa katika dunia hii, chanzo ni moyo. Yawezekana akafikiri ama akawaza sana ndani ya moyo wake, matokeo yake akaleta hata magonjwa, presha. Leo kuna presha na hata ukimpeleka mgonjwa wa presha hospitali, dokta cha kwanza atakwambia, mkimfikisha, mumemwambia nini? Au mumemwambia jambo gani? Maana yake ndani ya moyo wake aupo vizuri. Kuna mambo kaifazi, wengine wanaifazi uchungu ndani ya moyo. Lakini mimi ninakufundisha leo, moyo wako usihifadhi mambo mabaya, katika jina la Yesu utakuwa salama kuna mwingine anawaza mpaka anakosa usingizi. Kuna mwingine anawaza mpaka anakonda. Leo neno la Bwana likusaidie katika jina la Yesu. Ndio maana tunaanza kuchunguza moyo. Neno la Mungu linatuambia maana ndani ya mioyo ya watu utoka mawazo mabaya, wivi, ufisadi, kijicho, tamaa mbaya, ufisadi. Miaka ya nyuma tulikuwa tunalisikia hilo neno sana, ufisadi kuna watu wanakuwa ndani ya mioyo yao wana tamaa wapate kuliko wengine. Hivi vyote vinaanzia ndani. Ukimwangalia mtu kwa nje, huwezi kujua anachowaza. Hata ijioni ya leo ninakufundisha hapa, yawezekana unayo mawazo mabaya, leo yaondoke katika jina la Yesu. Yawezekana ukawa hapa, kuna vitu umebeba ndani ya moyo. Wengine wanawaza watoto wao sana, wengine wakina mama wana, wanawaza baada ya kuachwa na waume zao. Usiliangalie hilo, muangalie Yesu, utakuwa salama na mwili wako utakuwa salama. Ninakufundisha, ukihifadhi mambo mabaya kwenye moyo utapata shida sana na unaweza ukateseka. Lakini ukiviondoa hivyo vyote, ukamwona Mungu kwenye maisha yako, utakuwa salama katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze ili tuweze kuelewa huu moyo unabeba nini. Kuna watu wana tamaa. Biblia inatuambia ndani ya mioyo ya watu utoka tamaa mbaya. Kuna watu wana tamaa, usiwe na tamaa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anatamani leo, tunao tunaona kuna watu wezi, kuna vibaka maana yake nini? huyu chida yake siyo yeye, ni moyo. Moyo ya watu ipone katika jina la Yesu. Hata wale wanaonisikia huko, mioyo yao ipone katika jina la Yesu, wasiwaze vitu vibaya, vitawaalibu wao na vitawatesa wao. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana tutajifunza, tutaona Biblia inatuambia tulinde nini? Biblia itatuonesha tulinde sana mioyo, maana katika mioyo ndiyo zinapotoka chemichemi za uzima wako. Bwana Yesu asifiwe. Linda sana moyo wako katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako, linda moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moyo unabeba vitu vingi sana, moyo unaficha vitu vingi sana na hata hapa tulivyo kila mmoja hapa kuna jambo lake anawaza, mwingine yawezekana akawaza kupitiliza, mwingine akawaza vyema, na mimi ninasema waza vyema katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bado kitabu cha Zaburi ile ya thelathini na tatu au ule mstari wa kumi na moja, Biblia imeendelea kutufundisha kuhusiana na moyo. Zaburi ile ya thelathini na tatu. Msomaji, fungua Zaburi ya thelathini na tatu na ule mstari wa kumi na moja. Zaburi thelathini na tatu, mstari wa kumi na moja. Neno la Bwana linasema. Ndio. Bali wenye upole watairithi nchi. Thelathini na tatu, ule mstari wa kumi na moja hadi ule wa kumi na tano. Kitabu cha Zaburi Zaburi 33 mstari wa 11. Ndio. Neno la Bwana linasema. Ndio. Shauri la Bwana lasimama milele. Shauri la Bwana lasimama milele. Makus, makusudi ya moyo, makusudi ya moyo wake ya vizazi na vizazi. Makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Heri mataifa. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, Watu waliowachagua walio, walio kuwa ulisi wake. Watu aliowachagua kuwa ulisi wake. Mstari wa 13. Ndio. Toka mbinguni Bwana huchungulia. Toka mbinguni Bwana huchungulia. Huwatazama wanadamu wote pia. Huwatazama wanadamu wote pia. Mstari wa 14. Ndio. Toka mahali pake aketipo, toka mahali pake aketipo huangali... Uangalia wote wakao duniani. Uangalia, wote ni, uangalia wanadamu wote na pia katika kuangalia uichunguza mioyo yao. Bwana anapochunguza moyo wako aukute uko safi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siyo Mungu achunguze moyo wako akute kuna chuki humo, akute kuna hasira humo, akute kuna matukano humo Akute kuna wivu humo, akute kuna uzinzi humo. Asikute hivyo Bwana katika jina la Yesu. Ndiyo maana pale unapolinda moyo wako mambo mabaya yasiingie, utakuwa salama sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale unaporuhusu ndani ya moyo wako vikaingia vitu vibaya vitakutesa wewe. Na hata Mungu katika kuangalia atayagundua mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe, maana neno linatuambia kabisa, toka mbinguni Mungu uangalia uwatazama wanadamu wote, pia uichunguza mioyo yao pamoja na kazi zao zote. Bwana Yesu asifiwe, ndiyo maana katika moyo wa mwanadamu au moyo wako wewe ni wakulinda sana, katika jina la Yesu usihifadhi mambo mabaya leo. Hayo mambo mabaya ninakwambia yanawatesa watu leo. Hayo mambo mabaya yanasababisha hata miji inakufa leo. Hayo mambo ya mabaya yanasababisha matatizo kwenye jamii. Usihifadhi katika jina la Yesu. Ninakufundisha somo hili, hata mimi limenisaidia sana. Hata mimi zamani nilikuwa na waza, yawezekana nikawaza hata maisha nitakula nini, nitavaa nini ndani ya moyo yakakaa hayo. Ndugu, usiyawaze katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Moyo ni hazina kubwa sana ya mwanadamu. Pale ukigundua kulinda moyo wako, mambo mabaya yasikaribie, utakuwa salama sana, lakini ukiruhusu mambo mabaya yaingie, ninakwambia kosa amani, utakosa furaha, utatembea utaenda, lakini ndani yako kuna vitu vimekushika. Leo hivyo vitu vikuachie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na usiwaze sana vitu vibaya ndani ya moyo, yawezekana ukawaza maisha. Hapana, Biblia inatuambia tusisumbuke kwa ajili ya kesho, tusiwaze tutakula nini, tutavaa nini maana mataifa yote uyasumbukia hayo, lakini baba yetu wa mbinguni anayajua yale yote tuyawazayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata maisha yasikuchanganye, ukawaza mimi hapa nilipofikia. Siwazi kesho nitakula nini, nitavaa nini. Kwanza siijui kesho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye anaijua kesho yangu. Kwa hiyo yeye riziki ya kesho atanipa. Ni sawa nikuulize swali hapa. Wewe hapa ulipo unajua kesho utakula nini? Ugali na nini? wali na nini? Unajua? He, usiwaze hivyo katika jina la Yesu. Mi mwenye hapa sijui hata kesho nitakula nini, sijui lakini ninauhakika Mungu atanifikia nitakula tu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine maisha yanawachanganya inafikia hatua wanawaza mabaya yale mabaya yatakujeruhi ndani ya moyo. Jaribu kuliweka neno la Mungu kwenye moyo wako, utakuwa salama sana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, te kujifunza neno la Mungu ili liweze kutupa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwa tunasema neno la Mungu ni taa na mwanga. Tukikosa neno, ndio tunaweza tukahifadhi mambo mabaya, tunaweza tukaweka hasira ndani ya mioyo naweza tukaweka vijicho, tukawa na wivu. Hata mwenzako akafanikiwa, ukamwonea wivu, ukaweka kwenye moyo. Usihifadhi hivyo, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji, niisomee kitabu kile cha Zaburi 119 119 kitabu cha Zaburi na tuanzie ule mstari wa kwanza, tutaenda taratibu hadi ule wa kumi na moja, ili tuweze kujifunza vizuri Zaburi. Nisomee kama umepata Zaburi 119 kuanzia ule mstari wa kwanza. Zaburi 119 mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema ndio. Heli walio kamili njia, walio njia zao waendao katika sheria ya Bwana. Mstari wa pili. Heli wazitio shuhuda zake. Wamtafutao wa kwa, kwa moyo wote. Hawakutenda ubatili. Hawakutenda ubatili. Wamekwenda katika njia zake. Wamekwenda katika njia zake. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Wewe umetuamuru mausia yako. Wewe umetuamuru mausia yako. Ili sisi tuyatii sana. Ili sisi tuyatii sana. Tuyati sana. Mstari wa 5. Ndio. Ningependa njia zangu ziwe thabiti. Ningependa njia zangu ziwe thabiti. Nizitii amri zako. Nizitii amri zako. Mstari wa sita. Mstari wa sita. Ndipo mimi sitaaibika. Ndipo mimi sitaaibika. Nikiangalia maagizo yako yote. Nikiangalia maagizo yako yote. Mstari wa sita.